Kwa makampuni mengine yanayojishughulisha na uongezaji thamani mazao ya kilimo kuona umuhimu wa kushirikiana na serikali kusaidia wakulima, ili kuhakikisha kuwa mazao yote yanayotumika katika uongezaji wa thamani kwenye viwanda vyao yanalimwa ya na wakulima wetu na hivyo kupunguza matumizi ya fedha za kigeni yasiyokuwa na ulazima kwa kununua mazao haya kutoka nje ya nchi na mazao ya kipaumbele pamoja na mtama.

Ni jambo zuri kuweza kujumuika nao, kuweza kushirikiana nao, kuwasikiliza pia changamoto zao ni nini, na kuangalia ni namna gani zaidi tunaweza tukaboresha um, mahusiano yetu uh, kati ya sisi pamoja na wakulima, kuweza kuwashika mkono na kuwasaidia katika shughuli zao za kilimo. Lakini kingine tunawapa soko ambao liko tayari, kwa sababu tunapoingia nao mikataba na kuwapa mbegu, kuwapa mafunzo, kuwapa pembejeo, mwisho wa siku yale mazao ambao wanayapata sisi TBL ndio tunayachukua kwao, wanakuwa na soko ambao tayari liko tayari. Tunaona ni jambo zuri sana, na ukiangalia kwa sasa hivi, zaidi ya malighafi tunazotumia zaidi ya asilimia 80% zote zinatoka hapa ndani na zinatoka kwa wanunuzi, uh, tunasema service providers wa hapa ndani. Kwa kwetu sisi ni jambo la kizalendo kabisa, ni juhudi za kimakusudi kabisa zinazofanywa na kampuni kuweza kufanya manunuzi kwa ndani, kwa sababu tunataka kujenga uchumi kwa mnyororo mzima wa thamani. Kilimo cha mtama ambacho tunasaidiwa na TBL ambayo ni kampuni yetu ambayo inatufadhili kwenye mbegu, tukishirikiana na mafisa a kilimo wetu wa vijiji. Kwa kweli elimu hii imejikita sana, na sasa hivi hamna mkulima ambaye anatumia mbegu za kienyeji kwa upande wa mtama wi. Lakini pia TBL wametusaidia planta ambazo tunazitumia kwa kupanda. Wamefika mbali, wametupa mashine kwa ajili ya kula mtama. Kwa kweli tunaishukuru sana serikali yetu ya Tanzania kwa ushirikiano pamoja na kampuni ya TBL. Na tukua tunaomba huduma hizi ziendelee na tuko tayari kuendelea na kipa, kilimo hiki cha mkataba kwani wametusogezea soko tunalo kijijini.